Kila mwaka Jumatatu ya pili ya Februari ama mwezi Februari, jumuiya ya kimataifa hukusanyika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kifafa. Na siku hii ina umuhimu mkubwa kwa kuwa inalenga zaidi kukuza uelewa na ufahamu kuhusu kifafa, inaondoa pia uh, itikadi ambazo zinazozunguka hali hiyo pamoja na kusisitiza umuhimu wa msaada kwa wale wanaoishi na kifafa. Tutafahamu kuhusiana na hilo uelewa wa huo na mengi kutoka kwa daktari, pamoja na kile ambacho kinajiri na hali ilivyo. Na katika kuzungumzia hili eh, mwaka huu kauli mbiu inalenga zaidi kufahamu kuhusu kuchukua hatua, kupunguza unyanyapaa, hali hii ikiwa bado inaelezwa eh, kuwa katika mazingira haya, tunaye hapa Dkt. Henrika Kimambo ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ubongo na mishipa ya fahamu kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Karibu sana daktari. Naam, uh, kwa muhtasari tu uh, nimeeleza kuhusiana na siku hii lakini, uh, siku hii ina umuhimu gani hasa katika uh, jamii mm? Uh, siku ya kifafa duniani imeanza kusherekewa kuanzia mwaka 2015 um, na lengo kuu la hii siku ni kuelimisha jamii kuhusiana na ugonjwa wa kifafa, ndio lengo kubwa la hii siku. Mm-hmm. na, na tunaposema kifafa inakuwa e, ni hali gani um, kifafa ni ugonjwa uh, ugonjwa wa ubongo um, ambao um, wagonjwa wenye kifafa uh, wanakuwa na hali ya kupata degedege za mara kwa mara ambazo uh, hazichochewi na jambo lolote na um, ni ugonjwa ambao umekuwepo miaka mingi sana duniani tangu miaka elfu mbili kabla ya Kristo, ugonjwa huu umekuwapo, una historia ya muda mrefu sana, na umekuwa ukidhaniwa au ukifikirika kuwa una mahusiano na mambo ya kichawi au dhambi, umekuwa ukionekana kama ni ugonjwa unaoambatana na laana. Hiyo ndio jamii ambavyo imekuwa ikiuchukulia huu ugonjwa tangu miaka elfu mbili kabla ya Kristo na um, hata uh, walipotokea wataalamu wakaweza kufikiri kwamba, hapana, huu ugonjwa ni, ni ugonjwa na unatokana na changamoto za ubongo, bado ile ile dhana ya kwamba ni sio ugonjwa bali ni, ni, ni kitu kinachotokana na laana imeendelea kuwepo mpaka miaka ya sasa. Mpaka sasa hivi tunavyoongea huu ugonjwa ni ugonjwa ambao bado haujaeleweka vizuri sana kwa jamii, na jamii nyingi bado zimeendelea kuhusianisha huu ugonjwa na mambo ya kishirikina pamoja na mambo mengine ambayo sio sahihi. mm -hmm. Na hasa uh, una, una mtu anakuwaje na huu ugonjwa, ni wa kurithi ama inatokeaje? um, kuna sababu ambazo zinaweza zikawa zinasababisha uh, ugonjwa wa kifafa. una vyanzo vingi yeah. uh, nikivipanga, Um, unaweza ukatokana na changamoto ambazo zilitokea tangu mtoto yupo tumboni mwa mama, uh, magonjwa pamoja na hitilafu mbalimbali um, za kijenetiki ambazo zinaweza zikawa ziliathiri ubongo wa mtoto tangu akiwa tumboni, lakini unaweza ukatokana na changamoto wakati wa kuzaliwa hmm. Uh, nafikiri tumewahi kusikia watoto wanapata mtindio wa ubongo yeah. Kwa sababu ya changamoto za wakati wa kuzaliwa um, njia ya mama inaweza ikabana na, na mtoto, uh, ubongo wa mtoto ukakosa uh, kiwango kizuri cha hewa ya oksijeni wakati anapokuwa anatoka kwenye njia ya uzazi. Na huyu mtoto atakapozaliwa ubongo wake unakuwa umebaki na madhara ambayo yanaweza yakapelekea ugonjwa wa kifafa. Lakini kuna magonjwa ya utotoni e, homa za mara kwa mara za wakati wa utoto ambazo zinaweza zikaambatana na degedege kipindi cha utoto zile degedege zinazoambatana na homa wakati wa utoto eh, zimethibitika kwamba, uh, kisayansi zinaweza zikaleta madhara kwenye ubongo yatakayopelekea kifafa baadaye. Lakini kuna magonjwa mengine kama malaria, kuna magonjwa kama ya uh, usubi, kuna magonjwa ya, ya minyoo ya kwenye ubongo kuna magonjwa mengine kama fangasi za kwenye ubongo au TB za ubongo au tunasema homa ya uti wa mgongo, zinaweza zikatokea utotoni hata kwenye umri mkubwa, zikaathiri ubongo na kupelekea ugonjwa wa kifafa baadaye. Lakini kuna ajali za barabarani tena hmm. kama kipindi hiki ambavyo kumekuwa na ongezeko kubwa la, la ajali zinazotokea hasa kwa hawa madereva wa bodaboda pamoja na ajali nyingine. Uh, ubongo unapoumia kwa sababu ya ajali na ku, kuleta madhara kwenye ubongo vinaweza kupelekea mtu kupata ugonjwa wa kifafa, lakini mm. kuna magonjwa kama kiharusi yeah. sasa hivi kuna ongezeko kubwa sana la kiharusi. Kiharusi ni moja kati ya, ya magonjwa ambayo yanapelekea mtu kupata kifafa. Kuna hmm, mavivimbe vya kwenye ubongo navyo vinapelekea ugonjwa wa kifafa, lakini kipo pia kifafa ambacho kinatokana na hitilafu za kijenetiki ambacho kinaweza kupelekea mtu kupata kifafa na, na kuna idadi pia ya vifafa ambavyo ni vya kurithika pia mm, mm, hivyo vipo na ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata kifafa, na kipo kifafa kingine ambacho chanzo chake kinakuwa hakiko wazi sana, hakijulikani mm, sana, lakini mtu anakuwa anapata degedege dege mara kwa mara na kwa kupata degedege dege mara kwa mara ndio tunasema sasa, mm, huu eh, ni ugonjwa wa kifafa. Na vipi? Na kuhusiana na wale wanaopata wanapata tu wakiwa mjamzito, um, kile cha wakati wa ujauzito kile tunakiita ni kifafa cha mimba mm. Kifafa cha mimba uh, hakipo kwenye grupu la kifafa kama ugonjwa wa kifafa tunavyosema. Yeah. Yeah. Kile kifafa cha mimba kimeitwa tu vile kwa sababu ya lile jina, lakini ni, ni, ni changamoto ya kwenye ubongo Mm-hmm. ambayo inapelekea mtu kupata degedege dege, lakini ina mahusiano tu na mambo na mabadiliko yanayotokea wakati tu wa mimba. Yeah. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao anaweza akaupata kweli mama mjamzito wakati ule kwa sababu tu ya mabadiliko na hali zinazoweza kutokea kwenye ubongo kwa sababu ya uwepo wa ulya mimba pamoja na kile kipindi baada ya kujifungua, lakini baada ya hapo mm huwa -hmm. sio ugonjwa unaoendelea, japokuwa mm -hmm. tafiti zinaonyesha baadhi ya kiwango fulani cha wamama ambao wamepata kifafa cha mimba wanaweza baadaye wakaendelea kuwa wanapata degedege. mm -hmm. mm -hmm. kifafa kinatibika, ndiyo. mm -hmm. kifafa cha kifafa ni, ni ugonjwa ambao unatibika na na um, dawa za kifafa zimekuwepo. Dawa ya kwanza kabisa ya kifafa iliweza kugundulika tangu kipindi cha miaka 1800, tangu karne ya 17, zimekuwepo na jinsi ambavyo sayansi imeendelea kukua, dawa nyingine bora na bora zaidi zimeendelea kugundulika, na mpaka sasa hivi kuna zaidi ya dawa 30 ambazo zinaweza zikatumika kwa ajili ya matibabu ya kifafa. Mm -hmm. Kwa hiyo ni ugonjwa unaotibika na kipo kifafa kingine ambacho pia kinaweza kikatibika kwa njia ya upasuaji. Yeah. Na kuna tiba nyingine za kutumia vifaa ambavyo vinapandikizwa katika namna na ya kujaribu kudhibiti mfumo wa umeme kwenye ubongo na kuzuia zile degedege ambazo zinajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo ugonjwa wa mm -hmm. kifafa ni ugonjwa unaotibika kabisa. Naam, na, na mtu anapona kabisa sio bila kuwa na kuwa na mwendelezo ndio tunapotumia tunasema, mgonjwa wa kifafa anapothibitika kuwa na kifafa na akatumia vizuri dawa zake na kwa ufuatiliaji, hmm. akiwa amechaguliwa dawa sahihi na, yeah. amewekwa kwenye dozi sahihi, karibu asilimia sabini ya wagonjwa wa kifafa, kifafa chao kinaweza kuthibitiwa vizuri kabisa kwa dawa. Sasa hiyo, hiyo, hiyo ni management kwa maana man, yani kumanage lakini kwa kuendelea kutumia dawa na hizo na nini, nazungumzia ile kwamba kwamba kuna dozeji ambayo ukiipata na, na hmm, ikiisha inakuwa ndio umemaliza kabisa tatizo hmm. Sasa um, ugonjwa wa kifafa kwa asili ulivyo um, chanzo chake au chanzo kingi cha ugonjwa wa kifafa kinabakia kuwa kipo, yaani ile asili tunasema ya ugonjwa yeah. Inaendelea kuwepo daima. Kile ambacho kinaathiri au ndo kimesababisha disturbances za mwenendo wa mfumo wa umeme kwenye ubongo, kile kile chanzo kinakuwa kipo. Mm. na wajibu mkubwa wa matibabu ya kifafa haya ni kudhibiti ule mwenendo wa umeme kwenye ubongo na sio kupambana na ile asili yenyewe ya ugonjwa. Kwa hiyo, ugonjwa hiyo wagonjwa wengi wa kifafa wanatumia dawa kwa muda mrefu, kwa sababu kunakuwa kuna hatari kubwa ya degedege kuanza tena kurudi kama wagonjwa wakitoka kwenye dawa, lakini tunasema mgonjwa anatakiwa kutumia dawa na mara nyingi kama degedege zake zimeweza kwa sababu nia ya matibabu ni kuzithibiti zile degedege dege. Mgonjwa akiweza kukaa kwa kipindi um, cha miaka tunasema miaka kumi bila kupata degedege dege. Na katika ile miaka mitano ya mwisho katika ile miaka kumi akiwa yuko nje ya dawa za degedege huyu dege, ndio tunasema ni mgonjwa ambaye ugonjwa wake umeweza kudhibitiwa kabisa. Kwa hiyo, yeah, kifafa kinaweza kudhibitiwa kabisa na wapo wagonjwa ambao degedege zinakoma kabisa na hazirudi tena okay. Ya, lakini matibabu yake ni matibabu ya muda mrefu na mm, sio kila kifafa, kwa sababu kuna aina nyingi za vifafa. Kifafa sio ugonjwa mmoja tu, ziko aina nyingi mm. Kwa hiyo zipo aina ambazo ni ngumu kuzithibiti. Kwa hiyo zenyewe hizi mgonjwa ataendelea kutumia dawa maisha yake yote pale ambapo mtu anashuhudia kwa upande sasa wa huduma ya kwanza mm -hmm. anashuhudia mshtuko huo wa kifafa mm -hmm. ni hatua gani sahihi za uh, hat, msaada um, wa awali ambazo anaweza akatoa? Uh, hey. Um, asante sana ndugu mtangazaji. Um, mgonjwa wa kifafa anapoanguka, um, mara nyingi, kwanza dalili hizi zinakuja ni ghafla sana na zinatokea mahali popote. Jamii um, tunaielimisha kwamba kwanza hawatakiwi kuogopa. Kifafa sio ugonjwa wa kuambukiza kama jamii inavyofikiri, na kikubwa ambacho kinatakiwa kufanyika kwanza ni wakati mgonjwa anapokuwa anakakamaa au anatikisika, yuko chini na anakoroma, hajitambui, tunatakiwa tuwepo pale ili tuhakikishe usalama wake tusizuie yani, tusimkumbatie au kumkamata kwa nguvu kuzuia ile hali ya mwili kukakamaa au hali ya mwili kutikisika, lakini tusiweke kitu chochote mdomoni. Kumekuwa na tabia ya ya, ya watu kuwawekea vijiti mdomoni ama kijiko mdomoni ili kuzuia labda wasingate ulimi, wasikatike ulimi, mm -hmm. Jamii imekuwa ikifanya hivyo, lakini tunasema hilo ni jambo la hatari sana na halipaswi kufanywa, mm -hmm. Badala yake, ni kukaa pale, ni kumwangalia mgonjwa mpaka atakapotulia ile mitikisiko. Akitulia, aamishwe kwenye sehemu ambayo ni salama zaidi, na anapaswa halazwe, alale upande ili kuzuia asije akapaliwa na, na, na kitu kama mate, kwa sababu muda huo anakuwa hana hana fahamu, kuzuia asije akapaliwa mate lakini mm. Pia kama amevaa vitu au nguo ambazo zimemsonga songa, basi zile zinaweza zika zikapunguzwa mm. Na wa, awepo mtu wa kumwangalia mpaka pale atakapoamka au atakapopata fahamu. Mara nyingi degedege dege nyingi <coughs> hazi hazichukui zaidi ya dakika tatu. Mm -hmm. Kwa hiyo zile dakika tatu tayari mtu anakuwa ameacha kukakamaa, lakini baadaye atakuwa kwenye usingizi mzito, hajitambui ndio baadaye ata ataamka. mm -hmm. Na ni makosa gani ambayo umeshuhudia yakifanyika wakati watu wanatoa huduma ya kwanza na ungependa, mm -hmm. zaidi, uh, jamii kufahamu? Um, makosa mengi yanayofanyika kwenye huduma ya kwanza, kwanza ni hilo la kuweka vitu mdomoni. mm -hmm. Kwa sababu uh, degedege zile ambazo ni za kutikisika mara nyingi wagonjwa wanaweza wakang'ata ulimi. mm -hmm. Lakini tafiti zimeonyesha kabisa kwamba hakuna mgonjwa ambaye amewahi akang'ata ulimi ulimi ukakatika. mm -hmm. Wanapataga vidonda pembeni na vile vidonda huwa vinapona na tunasisitiza kwamba wasiwawekee kitu chochote. mm -hmm. E, kama ni kijiti, kama ni kijiko kisiingizwe mdomoni kwa sababu anavong'ata ile itaya hii kwa nguvu na ukaweka kitu unaweza ukasababisha jino kuvunjika, na unaweza ukaleta tunasema madhara ndani ya kinywa especially vinavyotumika vitu vigumu mm -hmm. lakini makosa mengine ni ile um, wale wasaidizi kujaribu kuzuia ile hali ya kukakamaa au ile kutetemeka mm -hmm. kwa sababu ile ni, ni, ni, ni tendo linalotokana na, na yanayoendelea kwenye ubongo halizuiliki kwa hiyo kuzuia ile kunaweza kukaleta madhara hata ya mgonjwa kuvunjika. Kwa hiyo tunasema kwamba hayo yasifanyike, mgonjwa aangaliwe tu na hakikishwe yuko kwenye hali ya usalama saa mm. mm. Sasa so, so, kabisa na, na kijaribu kuangalia pia eh, ni, ni hali ambayo anaweza akamtokea mtu akiwa sehemu yoyote. Ndiyo. Kuna tahadhari zozote ambazo mgonjwa mwenyewe anaweza akazichukua ili kumweka salama ikiwa uh, wakati ambapo iko soba Yani akae akachukua baadhi ya tahadhari. mm. Ikiwa anahudhuria labda sehemu kama kwenye mikutano mm -hmm. au anaenda sehemu ambayo anajua kabisa, pengine kwa sababu sijui muda ambao hali hii itanitokea. mm. Akafanya vitu ambavyo ikiwa itatokea inaweza e, kumsaidia. Mm, ni kweli. Um, wapo baadhi ya wagonjwa wa kifafa na aina za vifafa ambazo mgonjwa anapata dalili yeah. za awali ambazo hizi dalili ni viashiria vya, vya kwamba ile hali inaweza kuja yeah. na mara nyingi wagonjwa ambao wanajifuatilia huwa wanaijua hiyo hali, kwa hiyo mara nyingi tunawaelimisha kwamba, wa, wanaposikia tu hiyo hali tayari wao wanatakiwa wenyewe watafute mahali ambapo ni salama wakae hapo kwa sababu ile hali itakapokuja itawakuta kwenye mazingira salama zaidi. Lakini mara nyingi tuna tunaelimisha kwamba maeneo ambayo yana ya mwinuko tunasema, mm. Kama eneo ambalo liko juu ni eneo la kuepuka kwa sababu ile hali ikija ghafla mtu anaweza akaanguka na akapata uh, majeraha makubwa. Kuepuka mazingira ya moto yeah. E, nasema e, mazingira ya moto ni, ni mazingira mabaya, manake maeneo kama ya vijijini tunapata wagonjwa wengi sana ambao wameungua mm -hmm. na wana majeraha makubwa sana ya moto e, unakuta wamama wakiwa wanapika jikoni wanaanguka na wanaungua na kuna majeraha makubwa sana ya moto, tumeshuhudia wagonjwa wakiwa wameyapata mm -hmm. na tunasema maeneo yenye maji maji yanayotembea au hata maji yaliyo simama kama okay, ni bwawa kama ni hizi tunasema swimming pool, au kama ni mto, au kama ni ziwa, au ni bahari, ni mazingira ambayo tunasema ni hatarishi yeah, haswa kama aliyokuwa nao hawajui tatizo lake na yeye yuko pale, na akapata akajikuta kwenye hayo mazingira. Kwa hiyo hayo ni mazingira ya kuepuka. Umezungumzia kuhusu dalili na, na, na, mm. kwa, kwa haraka haraka tu zile ambazo ni common. Mm. Uh, mtu mwenye kifafa akiwa kama ndo hali inamtokea ndo inakaribia kutokea, anakuwa anajisikia ama kuna vitu gani anaweza kaa vihisi uh? Kuna watu ambao wana, wanaweza kaa anajisikia kuchoka mm. anaweza ka anajisikia kuchoka kichwa kinauma. Kuna, kuna, kuna hali ambayo mgonjwa mwenyewe ndo anaye anaihisi ana, ana, ana, ana, ana, ambayo hata wakati mwingine tukiwauliza anashindwa kukuelezea vizuri ila yeah. Anasema anajua ile hali itakuja, lakini kuna degedege nyingine ambazo zina tanguliwa na dalili kama vile anapata ganzi mgonjwa, hmm. ana feel ganzi kwenye mwili au anaweza akapata um, uh, dalili za disturbance kwenye uono ambazo yeah. zina zinampa zina, zina nini kiashiria, hmm. kutegemeana na ni eneo gani degedege hizi dege zinatokea au zinaanzia kule kwenye, kwenye ubongo anaweza kapata pia wasiwasi mm, kuna ambao wanapata wasiwasi au hofu, na ile hali inapokuja ghafla tu itafuatiwa sasa na, na, na kitendo labda cha kupoteza fahamu, kuanguka na kupata kupata degedege mm, na katika sasa kufahamu haya eh, tunapozungumza wakati huu eh, hapa nchini mm hali ya ugonjwa huu uh, ikoje? Ugonjwa um, uh, wa kifafa kwa historia ya Tanzania umekuwepo tangu muda mrefu sana mm. um, yapo maeneo ambayo um, kifafa ni kingi sana au aina za vifafa ni nyingi kwenye hayo maeneo kuliko maeneo mengine. Na sababu zinakuwa hasa nini? Yaani kwamba eneo fulani linakuwa na cases nyingi zaidi ya maeneo mengine kuliko maeneo mengine yeah. Sasa ndio tunasema ni kuna fakta nyingi hapo uh -huh. Inaweza zikawa ni, ni sababu za kimazingira mm. Yes, sababu za kimazingira kwa mfano tunazungumza maeneo kama ya Mahenge yeah. Mahenge ni eneo ambalo lina Morogoro, Morogoro. Mm. He, ni eneo ambalo linatambulika na, uh, na, na, na, na, na kimataifa yeah. Kama ni, ni sehemu ambayo kuna, kuna kifafa kuna wagonjwa wengi mizu. sana, mm. wa kifafa mm. kwenye eneo moja mm. na kwa maeneo yale kinahusianishwa sana na ugonjwa wa usubi mm. ambao uko kwa wingi pia kwenye eneo hilo hilo, na tafiti zimefanyika, zinaonyesha kuna mahusiano ya, ya kusababisha, yaani ya mwingiliano kati ya ugonjwa wa usubi na ugonjwa wa kifafa, japo kuwa vyanzo vingine vipo kama mm. sasa hizi shida nyingine tunazosema kama ni, ni magonjwa ya maambukizo mengine ama ni changamoto zile nilizosema awali za utotoni, tangu uja uzito, magonjwa kwa watoto mm. a, hizi habari za ajali na, na kiharusi na magonjwa mengine ya ubongo, lakini kikubwa kwenye eneo lile ni ugonjwa wa usubi. Lakini kuna maeneo mengine tunasema, kama tukienda kusini mwa Tanzania Mbeya huku tunakuta kuna tuna, tuna, kifafa kingi kinachosababishwa na minyoo ya nguruwe na ni kutokana na eneo husika, wanafuga sana nguruwe na ni nguruwe ambao wakati mwingine wana wako nje wanazurura. Kwa hiyo wana, kwayo, wana ya kinyesi kile cha nguruwe kinapochafua mazingira <messizimu> ehe, na tunapotumia kwanza, kwa, kwa kutumia kitoweo chenyewe ambacho hakija pikwa vizuri kinatupelekea kwenye, akijaiva vizuri kinapelekea kupata minyoo ile ya nguruwe mm. Lakini pia matumizi ya sasa vitu vingine, kama ni maji au chakula kingine ambacho kimechafuliwa na, na mayai ya, ya huyu mnyoo mm. yaliyotoka kwenye kinyesi cha nguruwe, nayo na yanaweza yakapelekea mtu akapata minyoo ya nguruwe kwenye ubongo na ile inapelekea kifafa. Naam, daktari, sasa wakati nakamilisha pia uh, katika siku hii ya kimataifa ya kifafa mm -hmm. Na kauli mbiu kwa mwaka huu ikilenga zaidi uh, nasema tuchukue hatua kupunguza unyanyapaa, time to take actions to reduce stigma, ujumbe wako ni upi uh, kwa siku hii? um, uh, ugonjwa wa kifafa umekuwa ukiambatana na unyanyapaa mkubwa sana, na sababu ya unyanyapaa ni kwa sababu ya ya mtazamo wa jamii kuhusiana na huu ugonjwa, kwa sababu hauone, unaonekana ni ugonjwa ulioambatana na yale niliyoyasema mwanzo, kama kuna laana, kuna mambo ya uchawi na ushirikina na mambo mengine. Um, um, sisi tunasisitiza kwamba huu ni ugonjwa kama magonjwa mengine, ni ugonjwa wa ubongo, ni ugonjwa usioambukiza, hauna mahusiano yoyote na dhambi na laana wala mapepo wala majini wala kulogwa, ni ugonjwa kama magonjwa mengine na umekuwepo siku nyingi, ni ugonjwa unao tibika. Mgonjwa wa kifafa ana haki kama mtu mwingine yoyote. Mgonjwa wa kifafa kama ni watoto, anaweza kwenda shule na akasoma na akajifunza na akatimiza ndoto zake kama watoto wengine. Ugonjwa wa kifafa sio ugonjwa wa akili na wala sio eh, sio ugonjwa ambao kila wakati unaambatana na changamoto za kiakili. Kwa hiyo wapewe nafasi. Eh, mgonjwa wa kifafa ana haki ya kuwa na mahusiano, ana haki ya kuoa au kuolewa. mm -hmm. Uh, mgonjwa wa kifafa ana haki ya kuzaa na kuwa na familia, lakini pia ana haki ya kuajiriwa na tuna, tuna uh, wito wetu, tunatoa wito mashuleni kwamba uh, tunaendelea kuelimisha jamii ili basi mashuleni walimu na watoto wengine watambue dalili na namna ya kumsaidia mgonjwa, ili waweze kuwasaidia wale watoto walioko mashuleni ambao wana kifafa, lakini pia kwa waajiri Naam. ili wajue wa namna ya mm. wa kuwatengenezea mazingira bora mm. wafanya kazi ambao wana changamoto ya kifafa ili waweze kufanya kazi waweze kuzalisha, waweze kuwa na familia zao na kutimiza ndoto zao. Naam. Daktari, shukran sana, asante sana kwa kuja na kutupa ufafanuzi kuhusiana na ugonjwa huo, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya ugonjwa wa kifafa. Na huyu ni Dktr. Henrika Kimambo, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ubongo na mishipa ya fahamu hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila. Asante.